Shalom shalom, mtu wa Mungu. Hii ni simulizi ya Yusufu sehemu ya kwanza. Katika kitabu cha Mwanzo tunakutana na kijana mmoja aliyeitwa Yusufu, kijana wa miaka kumi na saba, mpendo wa baba yake kuliko wote. Lakini upendo huo na ndoto alizoziota zilimletea maumivu kutoka kwa ndugu zake wenye wivu. Yusufu alikuwa kijana mdogo, mtoto wa kumi na moja wa Yakobo, lakini alipendwa sana na baba yake. Baba yake alimshonea kanzu yenye rangi nyingi, alama ya upendo wa pekee. Lakini ndugu zake hawakufurahia, walianza kumchukia. Siku moja, Yusufu alimwambia ndoto yake ndugu zake, tafadhali nisikilizeni ndoto hii, nilikuwa nimesimama shambani tukifunga miganda. Ghafla mganda wangu ukasimama wima na miganda yenu ikazunguka ikainama mbele ya mganda wangu. Ndugu zake wakamwambia, je, kweli wewe utatumiliki sisi nawe utatutawala sisi? Wakazidi kumchukia kwa ajili ya ndoto yake na kwa maneno yake. Bado Yusufu akaendelea kuota ndoto ya pili, iliota jua, mwezi na nyota kumi na moja zikiniinamia hata baba yake Yusufu akamkemea akamwambia, je, mimi na mama yako na ndugu zako tutakusujudia kweli? Lakini baba yake aliyahifadhi maneno hayo moyoni. Na huu ndio mwisho wa sehemu ya kwanza. Yusufu alikuwa na ndoto lakini hakujua ndoto hiyo ingempitisha kwenye majaribu mazito. Safari yake ya mateso inaanzia hapa. Karibu tuendelee sehemu ya pili, tutazungumzia kutupwa kisimani na kuuzwa Misri. Karibu, usiache kusubscribe kucomment, kulike, nipe maoni yako juu ya simulizi hizi. Karibu mwendelezo wa sehemu ya pili. Bwana kubaliki Shalom shalom mtu wa Mungu, hii ni simulizi ya Yusufu sehemu ya kwanza. Katika kitabu cha Mwanzo tunakutana na kijana mmoja aliyeitwa Yusufu, kijana wa miaka kumi na saba, mpendo wa baba yake kuliko wote, lakini upendo huo na ndoto alizoziota zilimletea maumivu kutoka kwa ndugu zake wenye wivu. Yusufu alikuwa kijana mdogo, mtoto wa kumi na moja wa Yakobo, lakini alipendwa sana na baba yake.